Okay, Bwana asifiwe mtwa Mungu na kusalimu kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya saa hii na wakati huu. Ningetaka nizungumzie swala moja kwamba la kuhusu maskofu. Je, kwamba maskofu ni hawa ambao wanaombea watu utawala halamu, e, utawala ni hawa na chimbuko la wa waskofu lenyewe liko wapi? Lilitokea wapi? Na maskofu kama maskofu, ni watu ambao wanatakiwa kuwa, kuwa na maisha aina gani? Wanatakiwa kuwaje, kuwaje? Kwa sababu bibilia ndio ambayo waskofu, ndio kuanzia huku kwenye kitabu kitakatifu ndiko ulikuanzia askofu. Anatakiwa kuwaje? Je, ni hawa ambao tunaona ambao ni wezi wa sadaka na mafungu ya kumi? Je, ni maaskofu ni hawa ambao tunaona barabarani? Hawa ni hawa maaskofu ni, ni, ni hawa ni hawa ni hawa tu ambao wanaombea utawala haramu mahali fulani mahali fulani kwenye mkuu wa kijiji fulani. Je, ni hawa? Na chimbuko la waskofu ni nini chimbuko? Askofu anatakiwa kuwa namna gani? Ntasoma maandiko hapa kabu vitabu viwili kwenye ee, ule uh, Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza mlango wa tatu kwazia mstari wa kwanza mpaka mstari wa saba utanivumilia anasema ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya wa wasikofu atamani kazi njema basi mempasa askofu awe mtu asiyelaumika mume wa mke mmoja mwenye kiasi ana busara mtu wa taratibu Mkaribishaji ajuaye kufundisha. Umesikia, anasema mtu anayetaka kazi wa askofu, anasema anataka kazi njema sana. Asema lakini hapa anaandika sifa asaba, basi anasema askofu atamani kazi njema, basi mempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Je, hawa jamaa kweli hawa ambao wanajiita maaskofu hawaraumiki hawa? hawaraumiki hawa Mbona si wenyewe ni kama tunawaraumu wenyewe, kwa kila ambacho wamekifanya juzi hapo. Je, hawa maaskofu hawaraumiki hao? Hawa wanaojiita viongozi hawaraumiki? Anasema si mke mmoja, sawa, tunaachana nayo asa, mwenye kiasi, busara, mtu mtaratibu, mkaribishaji. Kwa hiyo jamani, wakaribishaji sana, ajuae kufundisha. Anasema mtu si anasema si mtu wa kuzolea ulevi, si mpiga watu wa bali, awe mpole si mtu wa kujadiliana wala asiwe mwenye kupenda fedha. Vyao maaskofu hawapendi fedha, hawapendi hela, hawapendi hela. Kama wanasema hawapendi, kwa nini mafungu ya sadaka, mafungu ya kumi na sadaka? Vile ambavyo aya moja, tuendele. Ndo sifa ya waskofu. Wanasema asasa mtu uh, uh, mwenye anasema mtaanzia kale anasema, mm, si mpiga watu bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala siwe mtu mwenye kupenda fedha, mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kutisha watoto wake katika ustahivu. Je, hawa kweli, hawa jamaa wanazisimamia nyumba zao vizuri kweli? Nyumba zao za hawa maaskofu ni mfano kweli kwa jamii na kwa watu? Asema yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe atasimamiaje kanisa la Mungu? Maana kama familia zao zinaweza zikaa zimewashinda, watawe, watawezaje kuwasimamia watu wengine? Kanisa la Mungu, wala sio mtu aliyeongoka karibuni asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. Nami nimesoma hapo baadhi ya sifa za skofu, kama skofu anatakiwa kuwa mtu aina gani. Anatakiwa aitishe nyumba yake, maanake yeye ya anaishi vizuri nyumba yake, ni mfano wa kuwa kwenye jamii. Anasema sio ni mtu ambaye anashuhudiwa anashuhudia mabaya huko nje huko e, asiwa na mtu ambaye hashuhudia ubaya wa aina yote. Mashkofu ni anasema hapana, mimi ninachojua kwamba kwanza mimi mwenyewe kwa neno la Mungu, kwa neno la Mungu na kwa neno ya kitabu cha Biblia hiki, mimi ninachosema hawa sio mashkofu. Umesikia sifa ni hizi hizi hizi, unaweza kusoma hata kwa muda wako Timotheo wa kwanza ule mstari wa tatu ule mlango wa tatu mstari wa kwanza mpaka mstari wa saba hizi ndo sifa za maskofu. Sasa je, hawa yeah, jamaa wanaojiita maskofu wana sifa kama hizi? Na mimi nachojua ni kwamba kama ni maskofu manake, kama wenyewe wanasema ni maskofu manake, tika wawe na sifa kama hizi. Tuende kwenye kile kitabu cha Tito Tito moja kumi na saba, e, Tito moja kumna, Tito moja msari wa, wa saba. Tito moja Tito moja msari wa saba. E, tusome hapa, anasema Tuto moja mstari wa saba anasema maana imempasa skofu awe mtu asiyestakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipen, kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa asira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Mesikia, mi nachojua ni kwamba Uaskofu, waaskofu chimbuko la waaskofu ni ili hapa, hawa ndio maaskofu sasa. Nasikia yani, kama mtu yupo kwenye njia kama hizi, ana sifa kama hizi, asa mtu asiyelaumika, apendi mapato aibu. Anasema asiyompenda mtu akupenda mapato ya aibu. Sasa hawa ndo maaskofu, lakini hawa wengine, mi nachosema ni kwamba hawa ni vibaka kama vibaka wengine hawa sio maskofu. Maskofu ni walioandikwa kwenye bibilia kama hii, hii hapa, hawa ndo maskofu, ila wengine hawa ni vibaka. Sifa za waskofu zipo kwenye Timotheo wa, wa kwanza mlango mlango wa tatu mstari wa kwanza mpaka mstari wa saba na Tito ule mlango wa kwanza mstari wa saba ndio. hawa ndio watu walio na sifa za waskofu, lakini hawa wengine ni wezi kama wezi wengine. Hawa ni sio maaskofu, ni vibaka kama vibaka wengine, ni wezi kama wezi wengine. Lakini kwa mujibu wa kitabu cha Biblia Takatifu, hawa sio maaskofu. Maaskofu ni hawa walioandikwa kwenye bibilia hii takatifu, hawa ndio maaskofu hawa. Na wakana anasema kwamba sio maaskofu, hawa ni wezi kama wezi wengine, ila wameamua kutumia njia kupitia njia ya uaskofu. Hawa ndio maskofu.